Kesi ya mwenyekiti wetu wa e, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kikuu cha siasa katika jamhuri ya muungano ya Tanzania imeendelea leo, ambapo shahidi wa wanne wa upande wa, wa, wa, uh, wa mashtaka ameweza kutoa ushahidi wake, na alikuwa ni shahidi ambaye anasema kwamba anatoka ni, ni, ni machinga anatoka kule eh, Ubungo, Ubungo Kibangu, na kwamba aliona ile video akiwa hapa hapa, Posta hapa ya zamani, aliweza kuona ile video ya, ya ambayo ilikuwa Ina, ina ujumbe wa, wa mwenyekiti Tundu Lissu akisema kwamba watakinukisha sasa, na hiyo ilimfanya yeye apate uh, jakamoyo na kuanza ku, eh, ku, ku, kuchukua rudi nyumbani na kutana watu kijiweni pale Ubungo kibangu maskani akuta watu wanaipitia ile video, na baada ya hapo akatoka kampigia eh, askari ambaye ni ndugu yake huko anasema anatoka kule kituo cha Tabata Rerini eh, uh, na ndugu yake akamhakikishia kwamba jeshi la polisi linachukua hatua stahiki, lakini mnamo tarehe 9 ya mwezi wa nne akaitwa. Mkumbuke, tarehe tisa mwezi wa 4 ni tarehe ya msingi sana, ndio siku ambayo mwenyekiti alishikwa akiwa kule Tunduma. Lakini kumbe wakati huo huyu huyu Machinga, yeye alikuwa amefanikiwa kwenda kukichoma kuchoma pale hapo, eh, hapo eh, Central Police, akatoa statement yake akaiandika, na ndio fahamu ambayo ilitokea sasa. Leo mwenyekiti ameweza kumpitisha yule yule shahidi katika ushahidi wake ambao maelezo yake ambaye aliandika kule polisi na kuweza kuonyesha kwamba jinsi gani ambavyo huyu ushahidi hauaminiki, ah, alichokisema eh, katika alichokiandika katika, katika, eh, uh, ushahidi wake ya maelezo yake kule polisi yanatofautiana kwa sehemu kubwa sana, au kuna kina, kinakosa maelezo mengine ambayo leo kama nataka kuyapachikia na kuyaongeza, na mwenyekiti ameweza kuonyesha kwamba huyu mtu hata hata kitambulisho cha, cha NIDA hana simu alituambia anasema, nanyiwe simu ameshapoteza tokea mwezi wa kumi. Huyo mtaalamu wa kusafu Facebook na WhatsApp na nini, tokea mwezi wa kumi mwaka jana mpaka leo hana WhatsApp, ana, sorry, hana hiyo simu. Na baadaye ni kwamba huyo mtu akatoka aka hapo, akasema aka na ndugu yake atabata lerini polisi hakuweza hata kumwonyesha huyo mtu. Ilisa alimuliza, je, utambulisho wako wa nida kama unao? Je, majaji liwakabidhi hapana, una leseni ya ya kufanya biashara hana. e, wapi tunajua unanunua, nasema nanua nasema nanua hizo bidhaa zako pale ilala boma sokoni, uziko wapi? aweze hata kuonyesha. Basi ilikuwa ni ilikuwa namna moja, ilikuwa kwa Kiingereza wanasema it was painful to watch, yani kwamba huwa inaumiza sana hata kuangalia, kwa sababu mwingine unapata unapata hasira zaidi unaposikia unawasikia na nani, wakati mwingine unapata shida, unaweza kupata vidonda vya tumbo kutokana na ushahidi wa wa namna ile, kwamba mwisho wa siku ni kwamba ushahidi ule ushahidi amemaliza hata uh, serikali ya kwa anaweza kuweza kumpinga katika yale ambaye mwenyekiti aliweza kuonyesha uh, utofauti wa maelezo yaliyoandikwa ya, ya polisi na ambayo yametolewa uh, hapa. Baada ya hapo, ulikuwa na kesi lakini iweze kuendelea eh, kwa shahidi mwingine ambaye alikuwa anaitwa P6 lakini ushahidi hakuweza aliku, alikuja, lakini sasa kesi ilipotaka kuanza ile saa 8, lakini tumeanza mahakamani saa 8 na nusu, mwenyekiti Tundu Lissu aliweza kuarifu mahakama kwamba alikuwa e, uh, ajala chakula cha, ch ch cha, mchana. Sasa hii ambayo hiyo hoja iliwafanya majaji waweze kujisikia kwamba iwezekani, wakatoa ahirisho la nusu saa la dakika 15 kwamba mwenyekiti Tundu Lissu apate chakula, lakini mwisho wa siku imeshindikana, watu wa magereza wa, wameweka mguu chini kwamba chakula lazima kitoke kwao na taratibu zao, kwamba chakula wao na usalama nacho. Lakini hoja ya msingi ambayo mwenyekiti ameweza kuibua kutokana na jinsi alivyosema ni kwamba wafungwa wanapokuja mahakamani tokana kwamba tunafuata utu tukizingatia ibara ya kumi na tatu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara ya kumi na mbili kwa sababu kila mtu anastahili ana utu wake uweze kuheshimika, inatakiwa chakula mtu aweze kula chakula cha mchana. Sasa unapokuwa na wafungwa na, ma, na, na, na, na, maabusu ambao wanakuja mahakamani wapate chakula cha mchana, huo ni, ni, ni, ni, ni matendo ya kudhalilisha na kuda kukiuka utu wao, ndio okay, kesi ambayo imeweza me, me, ime kuibuliwa. Kingine cha msingi ambacho nishika sahau kile kizimba leo ambacho kimeshahidi kime na tutoa ushahidi e, eh, kimeonyesha kwamba tuna tatizo kubwa sana katika mahakama zetu kwamba kwa, kwa sehemu kubwa vizimba vimejinsi ambavyo vimetengenezwa kule mahakamani katika vyumba mbalimbali vya mahakama ambavyo vipo iwe kisutu hiyo wapi ni kwamba majaji au mahakimu hawaoni wanani wale wana wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, mashahidi sasa ni tunategemea kupitia kesi hii kwamba hiyo hiyo kasoro itarekebishwa katika mahakama zote za Jamhuri ya, ya Muungano ya, ya Tanzania. Sio kwamba hii marekebisho haya yafanyike kwa kesi ya mwenyekiti Lissu tu, bali kupitia kesi hii yaweze kufanyika katika mahakama zote. Tunategemea jaji mkuu anasikia, jaji kiongozi anasikia, majaji wote wafawidhi katika kanda zote za za mahakama kuu katika nchi yetu na katika mikoa yote ya mahakama kuu wanachukua hizo hatua. Ni swala la msingi alihitaji hata hata hata, hata kiwa kujadiliana, ni swala ambalo litakayotekelezwa na, na vile vile nitapenda kwamba kwa sababu na mimi ni wakili, chama chetu cha mawakili cha cha, cha Tanganyika TLS, lazima tulisimamie kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa imara zaidi kwamba hiyo kasoro iweze kurekebishwa. Basi kesi hii imeahirishwa hadi kesho saa saa tatu asubuhi sa, lakini mwisho wa siku ni kwamba e, mwenyekiti ya kupata chakula, nitamwachia mwenzangu ilienda hapa aweze kuendelea na washukuruni sana, asante.